Maisha sasa hivi, ukiwaangalia mabinti ambao wana miaka ishirini na nane thelathini na kuendelea, wanaonekana wana umri mkubwa sana kwa sababu wana uzito mkubwa, lakini pia ni wanene kupitiliza. Kitambi kinazeesha, my friend, ngoja nikwambie ukweli, kitambi kinazeesha hata kama ukiwa na miaka midogo kumi na nane kumi na tano lakini unaonekana ni mtu ambayo na miaka hamsini sababu kitambi ni kikubwa, kitambi kinapeka hapa kinaning'inia hapa chini kabisa. Kwa hiyo hii changamoto inawasumbua wanawake wengi sana. Huenda unayenisikiliza muda huu na wewe ni mhanga, na ni mhanga wa kitambi, lakini pia ni mhanga wa uzito na unatamani kupungua kitambi, unatamani kupungua uzito, chukua namba yangu bayo nikupe ushauri mzuri na nikupe namna nzuri ambayo utaitumia na utapungua uzito kirahisi zaidi.